Angu tupe Unangu zile, kweli tulitamani muda mrefu leo, kama zari tuko topo, maombi yamejibiwa. Ketivu imetulea kweli tulitamani muda mrefu leo, kama zari tuko topo, namba tano u Nilipozaliwa Mungu akanipa mamlaka niendeshe dunia na nivuke na mipaka. Kwanza sina na dini mimi, popote utanipata kanisani, msikitini na dishi tana nanisaka. Ukiingia chama madikizo na kupata mpona mimi niko Freemason hamna itaka nijenge hii dunia niendeshe navyotaka nakata uwasamene hii dunia nahiendesha

Kani ule sasa mwanangu ule, ule, ule, mwana hey, ule, ule demu, ah, demu, ah, hmm. Demu limfatilia kwa muda mrefu alafu sasa kwa bahati nzuri jana. Ah. Basi, suulize kilitokea nini? Ah, safianaambia ah, sasa nipe hiyo. Sasa mwanangu, hmm mwanangu demo nikakutana naye fresh pale sinkamvuta kando mimi kama kawaida, ile kumpiga mbili tatu, pa pa pa, hizo hizo sasa. Lakini mwanangu najua uh, ilikuwaje? -huh. Demo mwanangu limchapia fresh. Basi, oh, nakuta amenielewa, mwanambogia pigo zingine, ah, za kishoga. pigo gani tena?